those years when we were very young tulikuwa kama mwaka mi likuwa na mwaka sijui kama kumi na moja kumi na mbili sotu wadogo wadogo, lakini lakini bado alikuwa anaongoza kwa sababu mi mkubwa, so likuwa, yeah. E uh, vizuri sana. kuna kitu chochote kiliwainspire kufanya hivyo? Uh, um, babu yetu alikuwa anafanya like music zamani so si tumekuwa like, we grew up with babu anaimba tunaimba basi tunapanda mziki, tumeanza kuimba. Uh, vizuri sana eh, tuende katika swala la msingi kabisa. Hivi karibuni katika ziara ya Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi, tuliwaona mkiwa mmefanya show, onesho la nguvu sana, onesho ambalo kwamba liliwafurahisha hata viongozi ambao kwamba walifika pale. Mlijisikiaje kufanya performance mbele ya Mheshimiwa Rais, ilikuwa tumefurahi sana kwa sababu sijapata opportunity kama vile tukichukulia mm -hmm, like, like, like, so so, kwamba hii ni platform nyingine na fursa nyingine kwa nyinyi nyingi kuweza Uh, ku, ku, kuzungumza naye rais, ngependa kumwambia nini? Dr Hussein Ali Mwinyi wa Zanzibar, ngependa kumwambia nini? tuwa ambasada wa watoto wa Tanzania, tuwasanii watoto wa Tanzania wa skuli na hapa pia tuwa ambasada wa hapa. Uh, katika kazi zenu hizi za sanaa, ni nani hasa anasimamia kazi zenu hapo Uingereza na hapa Tanzania kwa ujumla? huku uh, Ingereza anti wetu Lulu atusaidia sana lak like, katupa ile opportunity kwenda kule kwa um, the president Hussein kumwona like that was a big opportunity tunamshukuru sana na huko uh, Tanzania ni ango wetu akugulu Ramadhani Nanji kawasaidia wasanii wingi and us lakini like, tunamshukuru sana mm -hmm. kugulu sana katlike he, he built us a sisi kila siku kuana... like, tunamshukuru sana yeye na familia yake na mamangu na babangu pia.